Yaliyoandikwa kwenye magazeti yaliyotufikia hapa mezani kwa siku ya leo ikiwa ni Ijumaa, Oktoba 9 mwaka 2015, tukianza na gazeti la Mwana Spoti ambapo habari kuu hapo ni kama tunavyoona, Ukiiga Yanga Umekwisha. Mengine yaliyopo katika ukurasa huo ni pamoja na kesi awatahadharisha mastrika ligi kuu bara, na mabao ya stars yasafirishwa habari nyingine ni Klopp ameweza kujiunga na Liverpool, kwa hivyo asema Klopp tishio kuhusu Gerard. Ah, habari nyingine katika ukurasa huo ni pamoja na Issa Hayatu wateuliwa kuwa rais wa FIFA. Tukiingia katika ukurasa wa pili na watatu, ah, habari zinazotamba ni habari picha hapa, na habari nyingine ni Simba yampa ulaji Mwambusi Yanga inasaka kocha msaidizi ambaye ni kiboko ya Simba atakayekuwa mkali zaidi ya Bonfas Mkwasa aliyepata ajira ya kuifundisha Taifa Stars. Habari yenyewe ukitaka kwa urefu zaidi au kwa ukamili zaidi, jipatie nakala yako ya Mwanaspoti. Katika ukurasa huu wa pili, mzungu Simba aibuka kivingine na Isa Hayatu rais wa FIFA tukiingia katika ukurasa wa tatu tunaanza na safu ya dakika tisini ambapo kesi awatahadharisha mastraika ngasa, akiri bondeni kugumu. Mabao ya stars yasafirishwa mbali na Msola, wanasema haya ni mabadiliko ya kweli. Busungu anogewa. Tukiingia katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Liverpool habari kuu ndio kama tunavyoona hapo, karata dume, Liverpool imelamba dume kumnasa Klopp. Tukiachana na gazeti la mwana spoti, mbele yangu hapa tuna gazeti la Bingwa. Katika ukurasa wa kwanza wa Bingwa, habari kuu ni kama tunavyoona hapo, Kerr avujishiwa siri pointi sita Mbeya, na Pluijm amtaja mrithi wa Mkwasa Yanga. A, katika ukurasa huo huo pia habari nyingine zilizopo ni pamoja na tipi mazembe ya hapa kumpaisha mbwana Samata. A, Blata Platini out. Mwafrika kuiongoza FIFA kwa sasa. Guardiola akubali kutua Man City na du kumbe Pele aliitosa Man United. Bolt achemka atua Arsenal. Mawakala wawafuata Ndemla Farid na Bates. Tukiingia katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa, habari kuu hapa ni Pluim amtaja mrithi wa Mkwasa Yanga SC na mawakala wa wafuata Ndemla Farid na Bates. Kwa kifupi ni kwamba mawakala wa kimataifa wanaotambulika na shirikisho la soka la kimataifa FIFA wametua nchini kwa ajili ya kuwafuatilia wachezaji chipukizi walio kwenye kikosi cha timu ya taifa yaani Taifa Stars, wakiwamo Said Ndemla, Farid Musa na kipa mahiri Ali Mustafa Batez. Katika ukurasa huo wa pili, Kerr avujishiwa siri pointi sita za Mbeya. Ni kwamba kocha mkuu wa Simba, Dylan Kerr ame vujishiwa siri za kuvuna pointi zote sita katika mechi zao mbili za ligi kuu Tanzania Bara zitakazopigwa kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya dhidi ya Mbeya City na Prisons za huko Mbeya. Tipi Mazembe ya hapa kumpaisha Samata Afrika na Mwambusi atumia saa mbili kumpa neno Kaseke. Samata ampa Mkwasa mbinu za TP Mazembe. Kiungo Azam aihofia Yanga na Kanavaro asema tutawashambulia Malawi. Ulimwengu anasema sikucheza kwa kiwango changu mechi na Malawi. Tukienda katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Bingwa, ah, habari kuu ni Guardiola akubali kutua Man City hivyo kuitosa Bayern habari nyingine ni bolt avaa uzi wa Arsenal baada ya United kufungwa. Ni gwiji la mbio fupi Mjamaika Usain Bolt amefanya kosa la jinai kwenye soka baada ya kuitosa jezi ya timu anayoishabikia Manchester United na kuvaa jezi ya wapinzani wao Arsenal. Tunaachana na gazeti la Bingwa ambapo labda nikuonyeshe tu ukurasa wa mwisho ni kama unavyoonekana hapa. Aa, habari kuu ikiwa ni hofu. Tunaachana na Bingwa na hapa pia tuna gazeti la Champion, ambapo mbali na yote yale ni kwamba soma ndani, shinda king'amuzi cha Azam TV. Aa, katika habari kuu ukurasa huu wa mwanzo ni kwamba baada ya Mkwasa kuondoka Yanga yafanya umafia. Beki Simba avunjika mkono kimaajabu, na Kerr asema ninawataka Samata na Ulimwengu. Kwa ba, maneno makuu hapa ni kwamba au kwa herufi kuu ni kwamba inawezekana, Samata amwaga machozi, kisa kinasikitisha, yeye mwenyewe asimulia kisa chote mwanzo mwisho Tukiingia katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Champion Ijumaa, Magufuli asitisha kampeni kisa Taifa Stars. Katika ukurasa huo huo ni bodi ya uhariri, ambapo na maoni wanasema heko Taifa Stars, ila upungufu huu ufanyiwe kazi haraka, na vilevile vile kuna ratiba ya ligi kuu bara, ambapo Uh, inaonyesha pia Yanga bado wakiwa wanaendelea kuwa nafasi ya kwanza, wakifuatiwa na Azam na Simba. Katika ukurasa wa tatu, Yanga yafanya umafia ni baada ya Mkwasa kuondoka uh, uh, katika timu ya Yanga. Yanga haina kocha msaidizi. Hivyo, ni baada ya, hiyo ni baada ya aliyekuwa akitumikia nafasi hiyo Charles Bonfas Mkwasa kupewa mkataba wa kuifundisha Taifa Stars, lakini katika kile kinachoonekana uh, kupania kufanya kweli, klabu hiyo inataka kufanya surprise katika nafasi